Hatimaye takataka zilizorundikwa na kusababisha kero kwa wakazi na wafanyabiashara katika eneo la Keko Magulumbasi, Dar es Salaam, Tanzania zimeondolewa baada mkua mkua, sadik, kwa kwa ya mkuu wa mkoa wa Dar es salaam Said Mek Sadik kutoa agizo la kuzolewa kwa taka hizo kwa watendaji wa halmashauri ya manispaa ya Temeke. Agizo la mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam limefuatia ziara yake kwenye soko hilo baada ya Channel 10 kurusha taarifa za malalamiko ya wananchi kutokana na adha ambao wamekuwa wakikabiliana nayo kutokana na kutelekezwa kwa taka hizo. Baadhi ya wananchi wamepongeza pia hatua wa za haraka zilizochukuliwa. Kwa zoezi lilofanyika jana, kwa kweli tunashukuru sana kwa sababu hii ni barabara, vile vile hapa pana makazi, kuna sehemu ambayo watu wanafanyia biashara zao. Naona ilikuwa ni kero kweli kweli. Tunashukuru sana kwa sababu sasa hivi hapa hali ni shwari, na tunashukuru Channel Ten kwa kuvumbua uozo huu na kazi kweli, tumeona kazi imefanyika, ila ninachoomba na ninachosisitiza kwa hawa wakuu ambao wanasimamia haya masuala ili zoezi liwe endelevu, wakati huo huo katika kuitikia agizo la Rais Dr John Magufuli la kutaka manispaa zote zihakikishe zinakuwa na vitendea kazi kwa ajili ya kuimarisha usafi, manispaa ya Temeke imenunua greda lenye thamani ya shilingi milioni mia tatu sitini kwa ajili ya kuondoa taka na kuweka safi mazingira katika manispaa hiyo. Na nichukue nafasi hii sasa nimwagize afisa usafishaji, tunataka tuone Temeke ikiwa safi, na niwaagize maafisa afya wote tutakapokuta hata ina marundo ya uchafu yaliyokaa zaidi ya siku moja tutamchukulia hatua afisa afya huyo. Katika hatua nyingine, mitaro iliyopo kando kando ya barabara ya Mbagala Rangi Tatu imetuama maji taka baada ya kuziba kunakotokana na kutofanyiwa usafi, hali ambayo imesababisha maji hayo kutoa harufu kali. Mpenzi mtazamaji wa Channel 10, kama unavyoona hili ndilo eneo ambako kulikuwa na dampo katika eneo hili la soko, eneo hili la Keko Magurumbasi, ambalo basi dampo hili limezolewa baada ya mkuu wa mkoa kufika mahala hapa na kuagiza kwamba dampo hili litolewe. Nikiripoti kutoka katika eneo hili la Keko Magurumbasi, mimi ni Kisa Mwepiana wa Channel 10.